Kongamano kama hili ambalo linazungumzia umaskini uliokithiri, namna gani tutatumia takwimu na evidence uh, kuweza kutatua changamoto ya, ya umaskini uliokithiri, sasa inalenga moja kwa moja katika kazi ambayo sisi tunafanya, kwa sababu Tasafu inashughulika na namna gani ya kuwakwamua uh, kaya maskini sana ambazo kama unavyofahamu sasa hivi tuna tunakwenda nchi zima na tuna kaya zaidi ya uh, milioni 1.4 zenye watu zaidi ya milioni tano tunashughulika nazo. Kwa hiyo makongamano kama haya uh, yanaleta uh, uh, wataalam mbalimbali na watafiti uh, kutoka maeneo mbalimbali duniani uh, yanayoshughulika na masuala haya ya, ya umaskini uliokithiri kwa sababu uh, tunafahamu kama dunia Uh, tunatakiwa tumiti ile inayo tu, tu, tu, tuweze kukamilisha lile lengo la maendeleo endelevu, lengo la kwanza la kutokomeza umaskini inapofikia eh, mwaka ishirini na thelathini. Sasa imebaki miaka mitano kufikia huko. Kwa hiyo tunapata uzoefu na uh, mbinu mbalimbali mbali, uh, na namna gani takwimu zinaweza zikatusaidia kuweza kufikia hapo. Kwa hiyo tumepata uzoefu kutoka maeneo mbalimbali na sisi wenyewe kama nchi kuna taasisi mbalimbali zinazoshughulika na tafiti. Zilikuwepo hapa, alikuwepo rais mstaafu Jakaya Kikwete, ametoa uzoefu wake nini kama nchi waka kipindi chake wamefanya na wa, ambao wameendelea baada ya yeye wanafanya kuhakikisha kwamba kama nchi tunaweza kwele kufikia ilo lengo la kutokomeza umaskini inapofikia 2030. Tunasema asilimia nane ya wa Watanzania wote ni maskini sana. Sasa asilimiane sawa au, ni nani unawapataje? E, sasa hao ni nani unawapataje? Ndio tunakuja sasa kwenye ma, ma, ma, ma, maswala ya kitakwimu na taarifa mbalimbali. Sasa tuna changamoto of course, kwa utaratibu sisi ambao tunatumia wa kuhusisha jamii kusema wenyewe katika maeneo yao watu gani ni maskini, inatusaidia kwa njia moja, lakini vile vile tunatumia na njia za kitakwimu ambazo sasa tunakwenda tunadodosa na mwisho wa siku tunachuja kupata watu gani ni maskini. Sasa katika makongamano kama haya, aa, namna ya kutambua hizo kaya kwa kutumia utaratibu niliyosema una gharama. Sasa makongamano kama haya yanakuja na tafiti ambazo zinaweza kukusaidia mbinu gani, namna gani, kupitia takwimu au mbinu mbalimbali mbali, unaweza ukawapata hao watu ambao ni maskini sana, na ili uweze kuwapa ambacho unatarajia kuwapa waweze kutokana na umaskini. Kwa hiyo hiyo ni moja inatusaidia, lakini mbili, namna gani unapowapata unawafuatilia na, unapo na kuweza kujua kama viwango vyao vya umaskini vimeongezeka au vina, vinapungua. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni makongamano kama haya yanatusaidia kupata huu uzoefu, lakini vile vile mimi niko katika bodi ambayo inashughulika na na mkutano kama huu ambao ni wa tafiti mbalimbali mbali na kwa Tanzania. Kwa hiyo sisi sasa tuna uwezo wa kuambia kwamba maeneo haya na haya nyiye kama watafiti yafanyieni kazi zaidi, ili tutumie tafiti zenu kuboresha shughuli tunazo tunazozifanya.